Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo tutazungumzia jambo lenye kina kirefu lakini lenye umuhimu mkubwa kwa kila mmoja wetu. Tazkiyatun nafsi yani, ukweli wa kupendeza na kusafisha nafsi yetu. Nafsi, kama tunavyojua, ni kiini cha maisha yetu. Ikiwa itasafishwa, maisha yetu yatakuwa yenye baraka, amani na mafanikio ya kweli, lakini ikiwa itakosa usafi inaweza kutuletea maovu, huzuni na machungu. Tazkiyatun nafsi ni mchakato wa kiroho wa kusafisha nafsi kutoka kwa maovu, tamaa zisizo na faida na tabia mbaya. Ni kuondoa ukosefu wa adabu, kutoaminiana, hasira zisizo na mipaka, kiburi, wivu na tamaa zisizo na kikomo. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema: Tayari kila nafsi itasafishwa, lakini nafsi yenye thamani ni ile inayojua kusafisha nafsi yake. Kwa maneno mengine, Tazkiyatun nafsi ni safari ya kuimarisha moyo, akili na matendo yetu ili iwe karibu zaidi na Mwenyezi Mungu. Kwa nini tazkia ni muhimu sana? Hebu tuangalie. Kuwashirikisha na Mwenyezi Mungu: nafsi safi ina uhusiano mzuri na Allah, Inasaidia mtu kuwa mtumishi mwaminifu mwenye ibada safi na anayejali wema wa wengine. Kudhibiti tamaa zisizo za lazima: nafsi isiyo safi inatoa tamaa zisizo na mwisho, tamaa ya mali, nguvu, hadhi na matokeo yasiyo ya kheri. Tazkia husaidia kudhibiti tamaa hizi. Kulea amani ya ndani: nafsi safi inatoa amani ya moyo, hutoa furaha isiyo na kigezo. Na ufanya mtu awe na mtazamo mzuri hata katika changamoto. Kuimarisha tabia na maadili mema, nafsi safi hufanya mtu awe mkarimu, mwenye heshima na mthubutu. Hii inaboresha mahusiano yake na jamii. Tuone hatua za msingi za kufanya tazkia. moja, kutambua dhambi na mapungufu. Kila mwanadamu ana dhambi Hatua ya kwanza ni kukubali na kutambua zile tabia zisizofaa ndani yako. Andika matendo mabaya unayoyafanya mara kwa mara. Mbili, tafakari na muungano na moyo. Kutumia muda wa faraga kujiuliza, je, tabia hii inanikaribisha au kunipotosha? Sala, dua na dhikiri husaidia kushikilia moyo karibu na nuru ya Allah. Tatu, kusoma Quran na kutafsiri maana. Qur'an ni kioo cha nafsi. Kusoma na kuelewa Qur'an hufunza nafsi na kuondoa tamaa zisizo za lazima. Nne, kutokomeza tabia mbaya. Fanya juhudi ya kutojihusisha na hasira, wivu, kiburi au binafsi. Badili tabia mbaya kwa tabia nzuri. Kwa mfano, badala ya hasira, jifunze uvumilivu. Tano, kutafuta ushauri na marafiki wema. Kuwa na marafiki wema wanakusaidia kubaki katika njia ya haki. Epuka urafiki na watu wanaokusukuma kwenye maovu. Sita, kuendelea na nidhamu na ibada. Sala, tafakari na sadaka husaidia kudumisha usafi wa nafsi. Nidhamu ya kila siku ni chachu ya kuboresha nafsi kwa muda mrefu. Mchakato wa kusafisha nafsi haupo bila changamoto. Hapa kuna baadhi ya vizuizi Tamaa zisizo na kikomo, mara nyingi zinakufanya usipate furaha kwa yale uliyopata. Huzuni na majuto ya zamani, watu wanaokaa kwenye makosa ya zamani huweza kushindwa kusafisha nafsi. Uchovu wa kiroho, mara nyingine moyo huvaa vizuizi, na hivyo unahitaji bidii ya kipekee kushinda. Mazingira yasiyo mema, marafiki, media na maadili ya jamii yanaweza kuathiri juhudi zako. Kila vizuizi vina suluhisho: kusoma Qur'an, dua Usafisha moyo na na marafiki wema na uvumilivu. Nafsi iliyotakasika. Moyo una amani na furaha. Tabia za wema kama huruma, uvumilivu na upendo kwa wengine zinaonekana. Nafsi hufanya mtu awe mtulivu hata katika changamoto. Nafsi isiyotakasika. Inakosa amani, huzuni, wivu, hasira na kiburi. Inasababisha mtu kushindwa kutimiza ibada kwa moyo safi. Hutoa matokeo yasiyo mema katika maisha ya kila siku na mahusiano. Kwa kumalizia, Tazkiyatun Nafsi si mchakato wa siku moja tu, ni safari ya maisha yote yenye changamoto na thawabu. Nafsi safi hufanya maisha yetu yawe na furaha, amani na mafanikio ya kweli. Dua tunayoomba